Afisa mnazimu makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Butusio Mwambelo ameongoza operesheni ya ukagua mabasi ya abiria stendi kuu ya mabasi mkoani Geita. Kuna wengine madereva wanafika sehemu, amelala hapa usiku kucha na kunywa pombe mpaka saa kumi saa moja anaendesha gari, pombe ukinywa mpaka asubuhi, yaani kuzidi saa saba, wewe asubuhi unamka nasi unakuja kukaa kwenye steli huku una, una, una, una hengoma haitakiwi kuendesha gari wakati umelewa, kwa sababu wewe una familia inakutegemea, kuna abiria uliowabeba familia zinawategemea. Na tumezoea kwamba mwisho wa mwaka sijui Mungu anabuni hapana. Sisi ndio tunasababisha tuna, kwa sababu ajali nyingi sasa hivi zinasababishwa na makosa ya kibinadamu ambayo tukiamua sisi kwamba haya makosa hatutayafanya na tunaweza. Jeshi hilo la polisi nchini limepiga marufuku onyeshwaji wa filamu na nyimbo zenye kukiuka maadili ya Tanzania kwenye mabasi ya abiria, kwani filamu hizo zinachangia sana kuporomoka kwa maadili ya jamii. Kumbuka kwenye gari hilo kuna baba na Tanzania, haya mama, unainama mtoto anakotoa naangalia, inalipa hiyo. Unaenda msibani, una baba mkwe na mama mkwe, watu kama sitaana familia lakini vitu vinavyoonyesha ni aibu. Mkwe anaweza kasafiri na mama mkwe, anaenda msibani, amefiwa mkwe wake, baba mkwe kakaa nyuma, wote wanaangalia TV, lakini mambo mnayofanywa si ya kweli, mnalihalilisha nchi. Wekeni vya kuonyesha pale vya maadili vya mafunzo sio kudhalilisha nchi. Tusiige mambo ya kigeni, hata nyimbo wekani zenye maadili zenye mafunzo. Kaimu mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Geita, mrakibu wa polisi Lazaro Masembo, amewataka madereva wa magari ya abiria kufuata sheria za usalama barabarani ili kudhibiti ajali katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka sisi watendaji tutapokea maelekezo o binafsi ni washukuru tu kwa kuitika wetu haraka haraka mkifika na ninyi wananchi, na washukuruni kwa namna ambavyo mnajitoa kutupa taarifa za mara kwa mara zinazohusiana na matuua aa apandeapa, hatuna changamoto kubwa wananchi, wanaikitika na wanatupa taarifa mara kwa mara, hususani magari mabovu kuzidisha abiria na taarifa hizo sana. Kutoka hapa stendi kuu ya mabasi manispaa ya Geita, mkoani Geita, Basilles, ITV.